Kipaumbele kikubwa chengine baada ya haya matatu kufanyiwa kazi vizuri au manne, ni maji, afya, elimu na umeme. Tumefanya kazi nzuri sana. Kipaumbele chenu sasa, wana Kilimanjaro, na kote nilikopita Tanzania, ni miundombinu mbinu ya barabara. Moshi oye zangu mengi yamefanyika kwenye sekta hii ya miundombinu ikiwemo kazi kubwa tuliyofanya kurekebisha barabara kufuatilia athari za mvua kubwa za El Nino. Mengi tumeyafanya kwa hapa Moshi mjini. Kama tulivyoahidi, tutajenga barabara ya mchepuko bypass ya Kahe hadi y yenye urefu wa kilomita 31 kwa kiwango cha lami. Aidha, tayari tumejumuisha tumeshaweka fedha za ujenzi wa kilomita 17 za barabara hii, ni ndani ya program ya tactic ya uendelezaji wa miji ambayo nayo tutakuja kuitekeleza ndani ya mji wa Moshi. Kwa Moshi vijijini, tutazikamilisha barabara za Moshi International School Kibosho Kati kwa Rafaeli yenye urefu wa kilomita kumi na tatu, lakini pia barabara ya Kidia Urusini yenye urefu wa kilomita karibu kumi. Vile vile barabara ya Mamboleo Shimbwe yenye urefu wa kilomita kumi pointi tatu na barabara ya Rau Madukani Mamboleo Materuni yenye urefu wa kilomita karibu kumi ambayo niliwekea jiwe la msingi wakati ule nilipokuja ziara ya kikazi. Barabara ya Samanga chemu chemu yenye urefu wa kilomita na yenyewe kumi, ambapo zote hizi zinajengwa kwenye hatua na zimefikia hatua mbalimbali, tunakwenda kuzikamilisha kwa kiwango cha lami.